Leo ni fainali za Samia Cup na kama unavyojua mshindi anaondoka na milioni tano. Niko sawa yeah. Uh, sasa Lamata bana anafanya kazi na Selcom na Selcom wao wameamua kumwambia Lamata, tumeona juhudi ulizozifanya, so tutakupa pesa sisi hata kama hujaingia fainali, umetoka. Lamata you good? Mimi nataka nije kusali kanisani kwenu, kwa nini hizi baraka zimekuzidia? Uh, kwanza kabisa kitendo cha kutoka kwenye mashindano lakini watu wanatambua mchango wako. Hii ina maana kwamba nguvu uliyoiwekeza ni kubwa zaidi. Tunacheza mpira kufly na watu rafiki, lakini mwisho siku fly lakini nikaona wachezaji wangu kumbe wana kiwango bwana, yani nikashangaa. Tunapita tunapita, hii robo finali, mara hii nusu finali. Kwa hiyo mimi kwanza imenishangaza, nikwa sijui, nilikuwa najua nikija raundi ya kwanza ndio nimetoka, lakini nikasema sisi tunaenda uwanjani kwa ajili ya kufurahisha watu. Kweli watu wote tumefanikiwa kuwafurahisha, na game tumeicheza. Yeah, Lamata, kwanza kabisa wachezaji wako, kocha wako, wote ni story tamu, wote wanazungumziwa. Yani Lamata utapita hivi, lakini mchezaji wako huko anazungumziwa hivi huko anazungumziwa hivi Siku zilivyozidi kwenda uliamua hmm, kwamba hii iwe sehemu ya ya ya, ya uh, show business kwamba tunaenda kwenye mashindano lakini tunataka tuzungumziwe pia au ilikuja automatic? Ha, sasa kuja ilikuja automatic kwa kweli. Hatukujua sisi tunachokifanya, tunapenda kufanya kitu kizuri, tunapenda watu wa fly, tunapenda burudani. Kwa hiyo sisi kwetu imetokea automatic tu kwamba sisi tunafanya burudani na watu wameipenda. Kwa hiyo hii imetokea tu, tuseme ni Mungu, kwa sababu tunafanyaga na watu wanapendaga. Kwa hiyo huwa tunaendelea kufanya, lakini hatukutegemea kama itakuwa hivi kubwa hivi kwamba watu kutumis na nini na nini. Yeah. The fact that kuna watu wanakuja wamevaa sare, wamepaka makeup, kuna watu wanapiga matarumpeta, jizo sound iko pale inawafanya watu waseme kwa Lamata kuna jambo dogo kweli. Kwanza tu hapa tumeingia na matarumbeta eh, yani kwamba Lamata kwa hivi, sisi kitu kidogo kwetu ni kikubwa, na hatujawai kuwa na kitu kidogo kwenye maisha yetu. Wewe kwako takichukulia kidogo, sitakichukua kubwa, kwa sababu kichukua kitu kwa ukubwa ndio kubwa unavyoongezeka. Imagine haya mashindano ya Samia Cup tungechukulia kwa kawaida yangekuwa ya kawaida, lakini sisi tukachukua serious, tukawekeza na timu zingine, mpaka walikuwa wanapigia simu timu zingine, wanaambia wale viongozi, ah la mtu anafanya sisi tutumie hela nyingi sana. Rafiki yangu ungefanya kawaida hiyo, ni yazoe. Kwa hiyo wenyewe tukaanza kutafuta wachezaji wazuri, wakaanza kuleta vitu vyao, na wenyewe pale, ni mambo yakawa ndo mazuri, ndoma kitu kimekuwa kizuri. Mimi nafikiri mm-hmm Samia Cup ime win mm-hmm ni kitu kizuri. Ya umezungumza na Alikiba baada ya kufanya mbwembwe zote hizi kuzungumziwa wewe? Hapana, sijazungumza kabisa, hatujazungumza kwa unafanya. Hii ni your way? Ah, ni mimi tu. Mimi yani, mimi ndio nilivyo, nafanya kwa sehemu yote kitu chochote yeah ni mimi mwenyewe. Uh, kuna, kuna namna unahisi wewe ndio umefanya mashindano haya yazungumziwe zaidi? Mi sasa siwezi kujisemea mwenyewe, no comment hapo. Sasa watu wanataka useme. Let's talk about Selcom mm, kidogo tu. Uh, umetoka kwenye mashindano mm, lakini umekupa zawadi ya mm, mshindi ambaye anashinda leo kwenye final. Hii inakupa tafsiri gani? Mimi kwangu ni kitu kikubwa, wamesema mchezo wa mchana mchana na usiku. Ya. Yeah. Mimi kwangu nimefurahi kwa sababu zawadi ni milioni tano na sisi tumepewa milioni tano japokuwa tujaingia fainali. Mm-hmm. Kwao ni kwamba wametupa kama nguvu. Hii ni kama nguvu. Mm-hmm. Sio kama wanamkomesha mtu no. Ni nguvu tumepewa, ambayo itatufanya kesho tukafanya kitu kizuri zaidi. Kwamba mlichokifanya hichi leo ninyi, kumefika tu semi-final lakini mmepata zawadi. Maana yake kuna siku mtafika fainali na mtachukua kombe. Kwa hiyo wametutia moyo. Mimi naona kama Selcom Pesa wameamua kututia moyo, kwa sababu ni watu ambao wanasaidia jamii. Ndio maana hata ukiangalia hata makationi ya dogo sana, umeelewa? Mm -hmm. Kwa hiyo ni watu fulani ambao wanapenda kumtia moyo mtu anayepambana sana. Mimi naona ni hivyo. Kama ikitokea kuna mashindano mengine sasa. Mm -hmm. Hivi tutaingiza timu yani tume, tuko tumejiandaa, ni mguu nje mguu ndani muda wote, sisi tunakinukisha. Mm -hmm. Mm -hmm. Nilikuwa naongea mm -hmm. mm -hmm. <laughs> na kocha hapa anasema timu iliyowatoa nyinyi kwenye kwenye mashindano haya inaroga sana. Shilole <laughs> alimkimbiza mpaka Mariao uwanjani. Kweli unaamini hivyo timu inaroga sana? Yule ni mko wangu hawezi kuniroga, ni mchezo tumetokea, hamna mm -hmm. ishu yoyote. Mm -hmm. Kwanza kabisa wewe ni mmoja kati ya timu ambazo zilikuwa zikicheza mm -hmm. lazima upate stori nyingi uwanjani. mm -hmm. Unaona siku ile kaja Kajala Paula, mm -hmm. Hamisa, mm -hmm. si wote wamekutana hapo na Harmonize, Juma, yeah. kafanya ya kufanya, mm -hmm. wakasema Lamata yuko kwenye nafasi nzuri sana ya kuwakutanisha Kajala na Harmonize. Kwa nini ya kufanya hivyo? Ha, yani sasa mimi hapo sijui sababu, yani siwezi kuelezea hivyo, kwa sababu wale watu wote ndugu yangu Kajala ni mtu wangu mimi mm -hmm. uh, Harmonize ni mtu wangu mimi, kosa mambo yao ya mengine ni ya watu wengine. Mimi pale nimekuja, wamekuja kwa ajili yangu mm -hmm. wamekuja kunishabikia mm -hmm. tumefurahi pamoja, basi mimi ndio hicho ninafanya za kusema. Mm -hmm. Kwa hiyo mengine siwezi kuyaongezea. Malokole anakutaja ana, ana wewe kama mtu ambaye umenyosha mikono juu kwamba hili jambo, hapana, limenishinda. Kajala ishaniambia mm -hmm. nikiendelea hivi tunafuta urafiki, ni kweli hizi habari hapo? no comment. Tuongee tu mambo yetu. Mambo ya watu tuyache. Tuyache kabisa. Kingston siku moja akikwambia nataka kuingia kwenye. Kwanza ushajua anapendelea kitu gani zaidi? Eh, anapenda basket. Okay. Kama mfupi. Eh, mbona wako mrefu, ukimpa mpira wa basket anachezea, cheza japokuwa bado hajui vizuri, lakini akiona kule kwenye michezo yao huko kwenye katuni, anachezea, kwa hiyo nategemea siku moja anataka kuja kwenye NBA. <laughs> Umechukua hatua gani, ushajua mtoto wako anachokipendelea mpaka hapo unasema kabisa, mm. Ushajua hatua gani unazichukua kusimamisha e, magari, mm. mm -hmm. mimi, mm -hmm. Mimi ndo ndoto yangu ukiniuliza yani, mimi niko form four form three uniambie chochote kuhusu traffic. Nikimaliza ni chuo cha polisi. Ah, leo niko wapi? Kwa hiyo ni mambo ya Mungu hayo. Kulikuwa nipinde nini utrafiki? Utrafiki sijui yani msio rafiki zile nguo mimi sielewi ilikata lini ili katali hiyo ndo. Eh? Ndio ndo maisha maisha <laughs> unatafuta hela. Eh, unatafuta hela. Kwa maisha sasa hapo. Maisha yasha kupiga. Unatafuta hela. Eh, utafuta hela. Kwa ndo hivyo. Okay. Mm. Uh, leo wana, wanaenda kucheza uh, Bad Nation na uh, timu ambayo yuko Alikiba. Ni mm -hmm. Kitu gani ambacho unaweza kukisema? Ah, mimi sina cha kusema na, na wawishi, Bad Nation washinde kwa sababu mimi ni, ni mkwao mi, siwezi, japokuwa yeye ndo amenitoa, lakini mimi siwezi kumnenia kum, kum, mabaya mm -hmm. Mimi leo nawishi mimi leo ni Bad Nation, mm -hmm. Na leo namwishi ashinde, basi Mungu ni mwema, tuchukue kombe letu tujikate. Mi najua lazima wao utaenda kwenye final ah, lakini timu yako itaenda kumshangilia Mario Ah, ita, sisi wote yani na matafia yote tukaibu na pale yani Bad Nation leo. Sasa hata hiyo itakuwa imekaaje? Alo watoa mnamshangilia. Ndio ujue sasa wewe kwa sisi ndio kama ndugu msiwaingilie jamani. Eh, ndugu msiwaingilie. Soda so wakina Judi, I mean Judi, nani wote wanaenda na sare zao pale wanamshangilia Maria. Sasa sio la kufika pale, utaenda kushuhudia mwenyewe pale. Sio siwezi kusema lolote. Ah, kwa nini? Hii imekaa, hii imekaaje? Mimi kama Lamata nitasimamia, ni kwa mke wangu. Sasa hao wengine, sasa ni wao wenyewe, waamuzi wao. siwezi kusema kwamba walazi... e, wakanisapoti mimi au nisiwalazimisha, wakaamua kukasirika tu waitoa. Unajua, ni kila mtu. Kwa hiyo mimi kama Lamata, mimi mwenyewe leo utakuwa badnesha, lakini wengine siwezi kuwasemea okay. E, wao wenyewe ndo wanajua, alikuwa anajitoa akili siku zote uwanjani, ukigeuka huko usilole uki Mzamini, wazamini wangu Jizo Sound ilikuwa pale, mzamini wangu lazima achangamke pia, ye ni jua kali, yeye ni Lamata Village. Shirole vile vilevile ni mzamini wangu na yeye ye ni Lamata Village, ni mtu ambaye ana support sana sana Shirole sana mm -hmm. tena kwenye shida na la sababu mimi siko karibu na Shirole kwa watu wanavyoona kwa macho mm -hmm. lakini mtu wangu karibu sana, ni mtu ambaye naweza nikasema leo ni, yani, sio rafiki yangu wa, Laha, yani kwenye vitu vya laha mm -hmm. Shiole, mimi nikiwa na shida hadi saa kumi na mbili asubuhi atanipigia simu, au kuna Um, neno kwa Alikiba ambaye ndo ameandaa haya mashindano. mm. mm, kingine unajua. Mpira ni kitu kikubwa sana na Mm -hmm. tunachukua fundi tutakuja na netball pia, maana wanawake ni wengi la matavizi huko, uh, kwenye kuje... uh, sasa mi upande netball, mi kuje... <laughs> uh, mimi upande wa netball mimi mwenyewe nafanya kwenye. Unacheza netball? Ah, mimi sichezi, lakini timu yangu inacheza, ipo. ah, uh. mm.